Sasa ni muda kuswalia jeneza la marehemu. E, sharifu chifu Huseni Msopa ambapo shekh mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano ndo ameteuliwa kwa ajili ya kusimamia swala hii ya jeneza. E, ni mamia kwa mamia watu maeneo ya mabibu hapa, ambapo nyumbani kwa marehemu, kama mnavyoona, wamejitokeza kwa ajili ya kuhakikisha wanashiriki tukio hili la mwisho kabla ya kwenda kumhifadhi katika makaburi ya Kisutu. Haya, toeni hivyo viti, viti hapa. Haya, eh, tunajiandaa kwa ajili ya kusalia jeneza la kumwaga ndugu yetu Sheikh Msopa. Mwenyezi Mungu amrehemu, amfanye wepesi inshallah. Kijana alikuwa mwema huyo, inshallah. Sala, sala. hmm. hmm. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikuwa binadamu, na aliishi na watu katika maeneo mbalimbali, lakini hapa ndipo ambapo amemalizikia uhai wake katika maisha ya kibinadamu kuna tabia za madhaifu ambayo hufika mahala mtu kwenda kumwazima mwingine. Hivyo kwa niaba ya familia, kama ilitokea wewe ulimkopa shekhe Huseni Muhammad Msopa chochote kile, wanafamilia wanakukaribisha kwa kurejesha amana hiyo. Lakini kama wewe ulikopwa pia na shekhe Msopa chochote kile, familia inakukaribisha wanapokea deni hilo. Kwa hiyo inshallah hilo ni tangazo la ada tulilofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njoo, njoo. Ikabidhi nafsi hii ya ayatu nafsul mutma'inna, ayatuhan nafsul mutma'inna. Irjii. Audhu billahi minash shaitanir rajim.

Ah, mwambatazamaji, kama unavyoona ni watu mbalimbali mbali wanatoka katika mazishi ya marehemu eh, Sharifu Majini eh, naye hapa Sharifu mwingine Alhaji Said Joni eh, Said Joni, Asalamu alaykum. Waalaikum salamu wa rahmatullahi. Ipo pale mbele na, ukera, ndiyo. Marehemu mashallah alikuwa mtu wa dini, alikuwa mtu mwema, alikuwa mtu mzuri. Binadamu hakosi madhaifu na mapungufu kama vile ambavyo tulivyo mimi na wengine na kila mtu, lakini alhamdulillahi marehemu tangu nimfahamu alikuwa ni mtu mwenye kuipenda dini na kuipambania dini, insha allah Mwenyezi Mungu amsamehe pale alipoteleza Amin. Lakini Amin pia ajalie kaburi lake liwe miongoni mwa viwanja vya peponi. Binafsi, kwa vyovyote vile ambavyo nilikuwazika naye, mimi nipo radhi, nimeshamsamehe msamehe fidunia wal akhirah. Niwaombe na waumini wengine duniani, yoyote aliyekuwazika naye basi amsamehe fidunia wal akhirah.